Kwa niaba ya serikali nimepokea pongezi na shukrani zenu kwa kazi nzuri ambayo serikali yetu imefanya katika sekta mbalimbali mbali za maendeleo zikiwemo ujenzi wa barabara, skuli, hospitali, huduma za maji safi na salama na uwezeshaji wa wananchi kiuchumi kupitia mikopo isiyo na riba. Ahadi yangu kwenu ni kwamba tukichaguliwa tena endelea kuleta maendeleo makubwa zaidi kuliko ambayo tumeshafanya. Nimefurahia taarifa ya ushirikiano mzuri mnaopata kutoka kwa viongozi wa serikali na wa Chama cha Mapinduzi kama ilivyoelezwa hapa. Napenda ni kuahidini kuendelea kutoa ushirikiano wa kutosha ili kuwapa nafasi zaidi ya kutekeleza majukumu yenu ya kidini na kuimarisha huduma mbalimbali za kijamii zinazotolewa kupitia taasisi zetu za kidini. Na kushukuruni kwa kazi kubwa mnayoifanya ya kushirikiana na serikali katika utoaji wa huduma za jamii zikiwemo elimu, afya, matunzo ya wazee wagonjwa na watu wenye mahitaji maalum. Aidha, taasisi za kidini zina mchango muhimu katika kuwaandaa waumini kiroho, kuzingatia maadili na kuwa raia wema. Haya yote hatuna shaka kabisa madhehebu mbalimbali ya Kikristo hapa Zanzibar mnayafanya. Kwa hivyo, kwa kuzingatia mchango wenu, serikali itaendelea kushirikiana nanyi kwa karibu.